Karibu katika Muhammad Talk. Leo tutamzungumzia mwanasiasa na mtumishi wa umma nchini Tanzania, anayejulikana sana kwa utendaji wake imara na uongozi wenye msisitizo hasa wakati alipokuwa mkuu wa mkoa Dar es Salaam, na si mwingine Paul Christian Makonda. Makonda ni kiongozi mwenye maono na utendaji ambao umegawanywa umma akipendwa na wengi na ujasiri wake wa kukosolewa na wengine kwa mbinu zake. Hapa ni moja ya utambulisho wake wa awali na maisha yake ya elimu. Paul Makonda alizaliwa mnamo mwaka 1982. Makonda anatajwa kutokea mikoa ya kaskazini mwa Tanzania ingawa kuna utata uliowahi kujitokeza hadharani kuhusu uhalali wa baadhi ya vyeti vyake ya masomo. Inajulikana kuwa amehudhuria mafunzo mbalimbali na amejitwalia ame ame nafasi za uongozi kutoka na, kutokana na utendaji wake wa kazi. Safari ya Makonda katika utumishi wa umma na ulikuwa ni ya haraka, ilikuwa ya haraka na yenye kusisimua. Makonda alianza, alianza kujulikana katika nchi alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam, pia mwaka 2016 mpaka mwaka 2020. Mnamo na Machi mwaka 2016, rais hayati John Pombe Magufuli alimteua kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, nafasi ambayo ndiyo ilimpa umaarufu mkubwa zaidi kutoka, kutokana na mbiu, mbinu zake za kipekee za utendaji. Wakati wa uongozi wake jijini Dar es Salaam, Makonda alianzisha kampeni ambayo ilionyesha mtindo wake wa uongozi wa moja kwa moja usiotetereka. Makonda alianzisha kampeni kubwa na hali ya kupambana na biashara ya matumizi ya dawa za kulevya. Alitaja hadharani baadhi ya wanasiasa wanafanya biashara, wafanyabiashara na watu mashuhuri wanaodhaniwa kuhusika na biashara hiyo, hivyo kitendo hicho kilichosifiwa na wengi katika na wengi lakini pia kukosolewa na fiwa na wengi lakini pia kukosolewa na wengi na utaratibu wake. Alisimamia kwa karibu miradi yake ya ujenzi ya miundombinu ikiwemo barabara na masoko, alisisitiza ukamilishaji kwa wakati. Aliongoza kampeni yake ya kuhamasisha wafanyabiashara wadogo wa machinga kutoka maeneo yasiyoruhusiwa jijini alifanya jitihada za kukubaliana na wafanyakazi hewa, kukabiliana na wafanyakazi hewa, kusisitiza utoaji na huduma bora za jamii, hususan kutoka hospitali na shule.